Hapa hivi tuko Kabiria Dominion area, na ngori ni me tei. Unajua imekuwa kwamba ma, kuna boys moja boys wawili wamegenya sababu ya tei hapa hivi katika area code ya Dominion but the big time. Wakaaji ukicheki hapa kuna wakoro wameja hapa hivi wamekamazee kutetea haki za wajunia wao wale ambao wazee wamegenya huku hivi ma area code but the big time. Pia maaria d b cheipia msiri amekuwa ma area mazee kila kitu kwa area code but the big time vitu nadhani ziko hivi hivi, kuna tension kiasi, but the um, serikali imesema kwamba watakuja kuangalia ngori ambayo imekuwa ikiaffect area, ikiwa ni ti, ikiwa ni machuadi, ikiwa mazeni ma, hey, kumekuwa na vitu mob hii area. Nasikia kuna machuadi, nasikia kuna ti, nasikia kuna ma, vichuri, nasikia mazee mpaka mashindano na ni uso, na pia zimemada mawutu wengi. But the meantime, wamadha wameamua ni taim kumada ya story, stori yani taim, si ndio? Sauti ni ya mtaa buda.